Uh, salamu alaikum Hassan, mwana wa Ali, hapa na hii video, anarekodi mwenzangu lake Heriano. Baada ya maruerue ya wikendi, timu yake ya Liverpool kupata ushindi dhidi ya West Ham, taji ni wamechukua, wanahitaji tu mechi mbili kushinda. Sasa angalia mm. Naambiwa Nadia alizitoa kauli hizi kwa mtuo, angalia neno mtuo mawazoni, huku akipinda kuchukua barabara kuu iliyoelekea shuleni, pamoja na mawazo haya mazito moyo wake bado ulikuwa mwepesi eh, moyo ulikuwa mwepesi. Unajua maana ya moyo kuwa mwepesi mwe mwe ni nini? Ni kionjo, nimenukuu. Hii ni zawadi ya thamani kaandika, Bi Asumta Matei kutoka shirika la Oxford. Wakati wa likizo, wanafunzi bwana, someni vitabu vya hadithi eh, mpanue mawazo na wigo bwana, maana muda unazidi kuyoyoma na mtarudi skulini tena. Mbali na kitabu hiki, kuna mkusanyiko wa hadithi fupi maskini milionea Amehariri Walibora marehemu. Kuna hadithi yangu, kumbuka wiki jana tuliadhimisha miaka mitano tangu ametuacha. Kuna pia mkusanyiko wa utashi wa dola unapiamkusanyioa. E, huo pia ni wa Oxford University. Wana vitabu vingi katika maduka mbalimbali, mbali ya vitabu, si maduka ya nyama e, ni maduka ya vitabu. Tembelea nuri ya textbook ili kizo bwana, soma, panua wigo bwana. Fasihi ndio kio cha jamii, asikudanganye mtu, muulize nani e, muulize nani? kio cha jamii